Karibu ndugu yangu katika Yesu tuweze kujifunza neno la Bwana. Somo letu la leo linatoka katika kitabu cha Zaburi themanini na nane mstari wa sita hadi nane Dada, tusomee Zaburi themanini na nane mstari wa sita hadi nane Mimi umenilaza katika shimo la chini, katika mahali penye giza vilindini. Kadhabu yako imenilemea, umenitesa kwa mawimbi yako yote Waniju wamenitenga nami, amenifanya kuwa chukizo kwao, nimefungwa wala siwezi kutoka. Na hilo ndilo neno la Mungu. Wanine, tunaona kwamba mwandishi wa saburi amesema kwamba nafsi zinaweza kutuzwa kwenye sehemu tatu: shimo la chini, mahali penye giza, ama vilindini. Ni vizuri sana tukajue neno la Mungu na tukajifunze kwa kuwa Biblia inasema watu wangu wamepotea kwa kukosa maarifa. Tusomee Hosea nne, mstari wa sita Hosea nne mstari wa sita, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau, umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Ndugu yangu, usikose maarifa. Tujifunze neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu, kusoma Biblia, kusikiliza mahubiri, kusikiliza mawaidha kutoka kwa watumishi wa Bwana. Mwandishi wa Saburi amesema kwamba mtu nafsi inaweza kufichwa kwenye shimo gizani, ama kwenye kilindi. Dalili za mtu ambaye yupo amefichwa ama ametekwa nyara akawekwa kwenye sehemu hizo ama amewekwa gerezani. Ndoto zake ni ndoto za kuanguka kwenye shimo kubwa lisilo na mwisho. Anaota akiwa amefungwa gerezani, anaota akiwa amekamatwa na askari, anaota akiwa peke yake kwenye giza. Katika maisha ya kila siku, mtu kama huyu huwa ni mtu ambaye anapenda kukaa peke yake, ni mtu ambaye ni ana msongo wa mawazo, ni mtu ambaye hapendi mwangaza, anapenda giza. Wakati mwingi utamuona anapenda sana kukaa, hapendi kwakisha ta, anapenda tu kutokea jioni, usiku. Mchana wakati wa wa mwangaza analala. Mtu kama huyu ni mtu ambaye hata akiwa kwenye sherehe unamuona bado ni mpweke, hata akiwa na watoto na familia bado yeye ni mpweke. Neno la Mungu linatuonyesha kwamba kumbe mtu kama huyo mchunguze sana, kama ni mtoto wako, kama ni ndugu yako, kama ni mume wako, anaweza kuwa ametekwa na akafichwa watu. Kwa nini watu wanachukuliwa? Watu wanachukuliwa kufanyishwa kazi, watu wanachukuliwa kwa sababu watu nyota zao zimeibiwa, watu sana sana wanachukuliwa kwa sababu ya kutumikishwa, na wengine pia wanachukuliwa kwa sababu ya competition ama watu wamemwogopa katika maisha ya, ya dunia ya mwili, wakamchukua ili asiendelee. Kufanya kama ni mhubiri anahubiri, anavunja ngome za shetani, watu wa kule kwa shetani kule wa kuzimu wataweza kumchukua ili asihubiri, asitende miujiza na asieneze neno la Bwana. Bwana asifiwe. Tuntajuaje tajuaje mahali ambapo watu uchukuliwa kwa sababu, watu wachukuliwa kila mahali. Sana sana, kuna mahali ambapo wanapendelea kuchukua watu kwenye discotheque, ambapo ni mahali ya burudani, muziki. Unaona mahali watoto wana, wameenda kucheza. Kuna michezo wengine watoto ambao wanapiga mayowe ya tisha kweli. Michezo hata watu wazima, ambayo watu wanaogopa wana, wanapiga mayowe, kuna makelele ya mayowe yasikana, wengine ya sliding, wengine ya merry-go-round aina yote ya michezo ambayo inatisha mtu inafanya moyo kudunda mahali hapo. Black spots zote ambazo ni mahali barabarani ajali zinatendeka kwa wingi, mahali ambapo ni katikati ya hospitali na mochari, mahali ambapo ajali zinatendeka sana sana, mahali ambapo kuna sehemu ambapo ama soko, nyumba building ambayo inaporomoka, kuna mtetemeko maporomoko ya ardhi, mahali ambapo moto inachoma ina vitu kama kama vile. Kuna soko zingine ambavyo ba, baada ya kila mwaka kila mwaka mara mbili tatu soko zinachomeka na utakuta watu wanachomo nda, wamechomekea ndani. Kuna mahali kama mabweni ya mashule ambapo wat, watoto wanakanyagana wanakufa. Kuna shule zingine za kibinafsi ama shule tu zinajulikana kwamba mwaka kwa mwaka watu wanakufia pale. Kuna hata kwenye njia panda gari zinagongana. Hata kuna sehemu ambazo watu wanakuja kufanya concerts, wasanii waimbaji wa kidunia wanakuja kufanya concert, waki watu wakikimbilia kuingia sehemu kama ile, watu wanakanyagana kwenye kwenda kuona michezo aina michezo kama football na michezo ingine, unakuta watu wanakanyagana mlangoni, watu wanakufa U kujua kuhisi kama mahali kama pale ukipapita, unasikia nywele inasimama, mapigo ya moyo wanaenda kasi. Mahali kama pale pananukia harufu ya mchele ya pilau, unakuta unas, ukifika pale unasikia kama kuna sauti ya watu ambao huwaoni, kuna mziki, kuna watu wanacheza, watu wana dance, watu wenyewe huwaoni. Hata saa zingine ukipita mahali kama pale unasikia kuna sauti ya watoto wanalia, watu wazima wanalia, wakiomba usaidizi, lakini wewe uko peke yako porini, uko msituni na hakuna mtu karibu. Kuna nyumba zingine ambazo ukiingia unasikia kwamba unaogopa na ujui unaogopa nini. Vihenge vya wachawi, watu wananaswa pia. Hata kuna makanisa ambayo ni ya manabii wa uongo, watu wananaswa watu wananaswa. Sehemu nyingi nyingi ambazo watu wanaabudu mashetani, kuna majini mapepo, majoka yanakamata watu pale, yanapeleka kuzimu. Mashetani wa kila aina wamewekwa pale ili watu wanavuna mioyo za watu, nafsi za watu, ili wakafaidi wenyewe. Katika jina la Yesu Kristo, mtu yeyote aliyenaswa, aliye kwenye gereza, mtu yeyote anayeota ndoto za kuanguka kwenye shimo isiyo na ki mwisho, mtu yeyote anaye jiona ameshikwa na polisi, mtu yeyote anaye jiona amewekwa pingu na kuwekwa kwenye jela, kuwekwa kwenye seli peke yake, mtu yeyote anayejihisi mpweke hata akiwa ndani ya watu, mtu yeyote ambaye anaogopa giza, ana hofu ya kifo, mtu kama huyo toka leo kutoka gereza hiyo katika jina la Yesu Kristo, kama ni wewe, na kuamuru katika jina la Yesu Kristo, toka kazi zote za shetani na ziharibu katika jina la Yesu Kristo, na kufungua kutoka vifungo, vifungo vya nyororo, vifungo vya kamba, vifungo vya aina yote uliofungwa na maufuli za aina yote, nazibomoa, nazibomoa milango yote, milango ya mbao, milango ya vijiti, milango ya kiroho, milango ya chuma na bomoa na, na kutoa kwenye jela na kutoa kwenye jela hiyo katika jina la Yesu Kristo. Unaenda kutoka unaenda kutoka, nafsi yako inatoka, kutoka gerezani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Dada na ndugu yangu, kama haujaokoka nakushauri kwamba njoo kwa Yesu. Kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu hauwezi kuchukuliwa, amna, hakuna kuchukuliwa, kwa Yesu ni amani tu. Rudia ombi hili nyuma yangu. Kama unataka kuokoka sema Bwana Yesu, naja kwako kwa. Nimetambua kwamba mimi ni mwenye dhambi, nimetambua pia siwezi kujiokoa mwenyewe. Naomba Baba Yesu nioshe na damu ya Yesu Kristo, nisamehe dhambi zangu, najutia dhambi zangu nilizozifanya kwa kujua ama kwa kutojua, najutia dhambi zote katika jina la Yesu Kristo, nioshe kwa damu ya Yesu Kristo, futa jina langu kutoka kwenye kitabu cha mauti liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, nimeokoka na kuamini katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu yangu, kama umerudia ombi hilo kwanzia leo, pongezi, hongera, hongera kwa kwa kuwa sasa umetoka kutoka kwa watoto wa shetani, umekuwa mtoto wa Yesu, katika jina la Yesu Kristo, jiunge na kanisa lililo karibu na wewe na tuendelee kushirikiana kusoma neno na kujua neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Sisi ni washindi katika jina la Yesu Kristo, nafsi imekombolewa amen, amen.